wakianza na mu mbaya kwenye mechi za robo fainali. Uh, siku hiyo nilisema kwamba uh, mechi ya kwanza ya robo finali ndio ilikuwa tatizo kubwa sana kwa sisi uh, mechi ambayo hata ukiangalia ile walioanzia nyumbani pia hawakufanya vizuri, shinda bao moja, lakini wanapokwenda ugenini, unaona nnakapoteza bao nne. Safari hiyo wamekwenda wamepoteza bao mbili. Uh, unaweza ukasema wameanza vibaya lakini wana nafasi ya kurekebisha na kurekebisha mechi sasa hii inayochezaya, hakuna faida yoyote a zile nafasi ya uzinduzi kwa mabao, na hauwezi ukapata ushindi bila ya Simba. Kiukweli, kwa maana ya takwimu inaonekana walicheza vizuri lakini kwa maana ya matokeo na alichokuwa akikihitaji walicheza vibaya. Kwa hiyo kuna tatizo kwa Simba lilitokea ambalo ninaamini watakuwa wameanalyze na wanapaswa kufanyia kazi kwa ajili ya kurekebisha, kwa sababu kilichonishangaza mimi, Simba alikuwa akicheza ilipo, tafikiri kila mtu alikuwa ameahidiwa kufunga watu anakuwa dola elfu ishirini au kuna zawadi yako kishindo, kwa kila mtu alikuwa anachukua mpira anakimbia yeye mpaka afike mbele apige shuti au agongane na mabeki aanguke mpira uchukue. Uh, kulikuwa kumekosekana na makini mkubwa naanza kwenye eh, ile zoni ya mwisho ambapo Simba ndio wanapenda kucheza na adui. Najua uh, kitu kinanishangaza sana. Nilikuwa na hesabu nikiangalia kwenye zeta clip kwamba bao eh, wale wamefanya shots on target mbili. Na Simba ndio walionekana ni timu kubwa, timu ina uwezo kuliko wao ambao walikuwa wapo. Kwa sababu David amekuwa mwana kwamba kuna tatizo ukiona mtu ana akili hivyo, maana yake unajua kuna nafasi ya kufanyia ia wauaa. Hawa wana record ya kuitoa i Ha. Na nimesahau kidogo lakini nafikiri mechi hapa ilikuwa sare ya moja moja, mbili mbili halafu tukasafiri kwendo ni wabile mechi pia nakuku sana kule ikawa bila bila. Uh, ni timu ambayo inawezekana ikipisiwe na vurugu nyingi sana au kelele nyingi sana lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya vitu vyake kwa utaratibu, sababu kama unaona hapa ukija ukapata sare ya mbili mbili kule wakaenda bila bila, ukiangalia picha watoa Simba ni hesabu za Almasri e, uh, si kwenye finali, mechi mbili, dakika 90 za kwanza zimeshachezwa. Kwenye advantage mpaka sasa ya kusonga mbele ni Almasri. Simba wanakuja kujaribu kwanza kuiua advantage hiyo ya Almasri. Halafu baada ya pale kupambana kwa

hayo mimi, si ndio? Hayo ni moja ya timu bora kabisa, kwa hiyo kuna kitu cha kufanya, simba kuchukulia serious na especially hesabu eh, nyingi zianze kwa simba kwanza, kwa chapa eka eh, bila tano kama zinaisha simba hawajafanya lolote kubwa kubwa sana. Au ikitokea kwenye football, simba anaweza katanguliwa, wakati majority ikiwa inaamini simba ndio wataanza kufunga, simba ndio atafunga magoli mengi. Kama watokea simba wametangulia kwa utulivu kuhakikisha wanacheza na kuweza kufunga, ni mechi ambayo simba wanaweza

lakini kosa moja la referee aliweza ndio kuliko kiwango ambacho cha chini kimeonyeshwa na washambuliaji. Niliandika juzi mimi kuhusiana na kujaribu kusikiliza mdundo yake inamfurahisha bado wanaonekana kama hamuamini, lakini vizuri, sababu Ateba yuko anaweza kaza na mkoa chini chini na, na, na wa uh, shuti mawili kwanza lile kwa sana na mimi nikapata yani hisia kwamba huyu hakuwa fiti ameshikiliza naye, nafikiri labda ulikuwa ni uoga mesi na mfuzi kuanza naye jambo, nilifikiri labda uoga wangeanza naye angefunga lisali moto ambao kama, lakini bado kuna maelezo, kwa sababu alikuwa ni majeruhi. Bao la pili talaumu bure mwana Simba, anasema offside sio ya nini, kama na offside, lakini mpira ule umekuja kipa ni kwa au teme pembeni, kwa sababu move ya watu inakuja kutoka nje kuja ndani, katikati yake hauwezi kurudisha mpira katikati. Kitu cha ajabu, bora umrudishe mtu pembeni apige tena cross au atakuwa ameshajipanga. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa jingine la kiufundi la kipa, kwa ukiangalia mabao yote mawili ni kosa la kiufundi la kipa. Sasa je, amekuwa fit kama amezungumza naye au amemwacha? Kwa sababu kutu kipa wao bora hawezi kusema. Kwa hiyo jambo zuri sana pia wakaliangalia tatizo la goalkeeping, ambao lilifanya Simba waingie kwenye matatizo makubwa kwa sababu hiyo

na timu moja uh, tumeshapoteza mapema Azam na kidi n e, Azam alivyotolewa halafu uh, baadaye kwenye Champions League. Ukiangalia kwenye hatua hii ya uh, robo fainali uh, tumefanikiwa kwa waigiza Simba Simba, ambao wakibaki robo fainali hakuna kitu a wza Simba ambao tunatarajia waende kwenye fainali ili kuendelea kuea Tanzania izurikabs kualika mashirika ya mkoa kuwalika watu jambo, inaonyesha kabisa kwamba hili jambo limechukuliwa kwa uzito, lakini meona pia wamewalika rais Karia mwenyewe, kazua gumzo. Ukaona ni ile watu, nafikiri wanakuwa wanakosa ia kuzungumza na wanatamani kuzungumza, au wanasikia raha kuzungumza, au na wangependa kuzungumza ili aonekana. Lakini kwa sababu Karia ni kiongozi wa shirikisho la soka Tanzania sasa hivi timu yake iliyo katika mchuano wa kimataifa ni moja mzima, inapaswa kuiunga mkono kwa kila hali, na kalia kwenda kwenye mechi za Simba mara nyingi, kwani Yanga hawajawahi kumwali na kwa ni, ni, ni, ni, ni, ni jambo la kawaida, na nafikiri hata wale watu wa Yanga o watu walikuwa wanaona ifkch kwa sababu timu yetu inapaswa kuingia katika hatua inayofuatia. Mimi naamini hata wale Yanga wanaopenda mpira kwa kufurahia pia kuiona Simba inafanya vizuri zaidi kwa sababu hiki ndio kipindi ambacho tunaweza kuendelea kuweka Simba kwa ramani ya mpira kupitia timu yetu hii moja hii. Jembe, tu tu tu, experience yako, tunaona Simba wametangaza hadharani, kwa hiyo tutakitia mkono mchi yao ili Al Masry watampeleka chini ya ardhi, na maana wao wao wao wao wao Unaamini kuna kuna namna yote timu uh, kutokea ndani inaweza kutia mkono kwenye mchezo Simba? Kwanza mimi nataka nikuuliza, vipi? Tunapoongelea Simba hapa tunatia mkono, maana sisi nikapelekwa chini eh, tunatia mkono hapa au tunatia mkono vipi? Wao kupelekwa chini sio jambo zuri. Mimi nafikiri, si dhani kama hizo timu bado zinayo mambo Simba <laughs> <laughs> na hata kama watakuepo siami, itakuwa ni uongozi wa Yanga wao, itakuwa ni watu wengine tu, mashabiki wamenao kufanya hivyo

Chifu uwezi kuwachagulia watu wa kuchagua nini? Haya. Wala huwezi kumpangia mtu awe Simba au awe Yanga. Kwanza ukianza kuwapangia watu wawe Simba au Yanga ni kupoteza muda na ni mambo ya hovyo kabisa ya kuwazia kuyasikia. Kwa hiyo kwa uh, kama wamegoma kuandika wao, mimi na wewe acha, tunaweza kumwalika basi la kwao

Na, na mishauri, kwa hiyo na namshauri kwanza kabisa kuheshimu mama. Kwa kuwa msemaji saa zingine unajua kuna ile push na kutoka ndani. Tegemea labda ni kiongozi au mshabiki sometimes wana push lakini ndio ndio unaona ile kadha ya kiasi. Kwa ni vizuri tu kwa sana kuheshimu mamla. Kuna namna ya kuongea na kila mtu. Kuna namna mfano hali ya kukutana na mimi mfano sidhani kama ataongea na mimi kama anaongea na wewe yani. Kwa sababu anakuwa anajua anaongea na kaka yake. Uh, ni, ni e, e, kwa hiyo ni jambo zuri wakati mwingine kumheshimu mtu uh, unapomwona kwenye nafasi special kwa mkoa mkoa mteule e, wa rais right, wetu mwakilishi wa watu wengi wa mkoa. Kwa kuna namna pia ya kuongea naye, usiongea naye kama unaongea tuna watu wengine wa pia wa maseo, na ninaamini watu bora zaidi wao wana imarika baada ya kukosea. Kukosea kwa hali na mimi naamini kutafanya awe bora zaidi, kwa hiyo atakuwa amejifunza jambo na mimi tutarajie, naamini kumuona hali yake bora zaidi alipo Mashabiki wasema kuelekea mchezo wao muhimu sana, kwenda kwa wingi. Hauwezi ukawa unasema tumeshatoka, si tumesha fanyaje? Hapo kaa nyumbani. Kwenye vita mnaungana. Kama kweli nyinyi mnaona kuna vita, mkaenda kuungana. Hata kama mkitoka, mnakuwa mmetoka wote, sababu wakati mwingine Simba imewagusha wote. Kwao ni vizuri wakajitokeza kwa wingi kwenda kushangilia. Lakini hapo hapo nilikuwa nataka niongeze kitu, mashabiki wa Al Masry ndio mashabiki wa ovyo zaidi mashabiki ambao wanaadhabu, mashabiki ambao wameshawahi, wameshawai akumbuka polisi mmoja kwenye uwanja wao pale e, a uh, wenyewe wanaita soasa. Jambo la ovyo limetokea kwenye mpira wetu na waliofanya ni mashabiki wa Masry. Na kama unakumbuka uh, kiungo nyota wa zamani wa uh, Ahly moja na Misri Mohamed Aboutrika. Alitangaza kustaafu soka siku hiyo hiyo. Lakini hata kocha wake yule mwenye naye alitangaza kustaafu soka siku hiyo hiyo kwa sababu waliwaona mashabiki wa Al-Masri wakiwachoma visu mashabiki e, wa Al-Ahli ambao walijitahidi kukimbilia wakaingia kwenye juma. Kwa hiyo wakawachoma visu wale wakiona wanawaua. Kwa hiyo wale waliuawa wakiona wakaamua kustaafu soka. Uh, natoa onyo kwa watu ambao watakuwa wanahusika na ulinzi wa uwanjani kuwakagua sana mashabiki wa Al Masry kwa kufanya ulinzi ambao ni bora zaidi, kwa sababu ni mashabiki wa ovyo, ni mashabiki wasiompaa, ni mashabiki ambao wana rekodi ovu kwenye mpira. Ni vizuri kutowachukulia hizi hizi, ni vizuri kutoona kama wa, wa rinde, wa, wa lakini, ni kitu cha kawaida, wawalinde wawachukulia. Lakini pia niwaambie mashabiki wa Simba, tayari timu yao imeshapata ban, ndio kutokana ule ugomvi umetokana kwa kusudi kwa Papa Constantino. Kwa ni vizuri, hiyo ni vizuri tuwaepuka hawa na ikiwezekana kuachia kwa usalama waweze kuwasimamia vizuri hawa watu badala ya wao kufikiria. Si kwamba tu wanawaogopa sababu kwenye vita hawezi kujua nani na kitatokea. Hata wao wanaweza kuumizwa wa, wa, wa mashabiki wa nas lakini ni vizuri kufanya vurugu zisitokee kwenye uwanja wa Kafa. Sababu tayari Simba wameshangatwa na Nyoka ni vizuri wakaogopa kila kitu kiwemo hadi hapo.